Kuna balozi wa nchi fulani kanitafuta, ame very disappointed. Very, very disappointed na kauli alizozisema Samia muuaji wa taifa. Anasema sijawahi kuona kilanza zero brain ambaye hawezi kuongoza, yani hata anakuambia mbwa, I have a dog, anakuambia nina dog, nina mbwa zangu hawawezi hata kusimamiwa na huyu mtu Samia. Tumeitwa sisi kama mabalozi pale hau kam, kwanza unaanza kutuomba sisi msamaha kwa ajili ya intaneti, intaneti ambao umezima mwenyewe kwa makusudi yako. Na kwa nini utuwambie sisi pole kwa ajili ya intaneti, lakini Watanzania ambao umeua, umeua Watanzania hata kusema pole hata kuongea chochote. Na kwa nini ulipata nguvu za kuwa wa Tanzania? Leo nakuja kunyosha mbele jamani, yomo. Jamani, kuna balozi kanitafuta, amesema sijawahi kuona. Anasema hii katika nchi zote dunia nzima. Anasema haiwezi kutokea kama hii. Hakuna kilanza zero blend ambao hata hajui anaongea kitu gani kama Samia. Kaniambia I'm so disappointed na hata nafikiri kwa nini nimeenda pale, all we knows what was going on in Tanzania, unawezaje kuwa pro, nini, waandamanji? Waandamanji unawaua, na wote tumeona na na wote tumeona kabisa, hivi hakuna mtu aliyepiga kula, hakuna na unasemaje, hata kama watu wamepiga kula, where is Tundu Lissu anauliza, where he was, alikuwa wapi Tundu Lissu vijama vingine vilivyotokea, we are not in Tanzania but tulikuwa tunaona what is going on, we are not as stupid as the way she is stupid. Sisi si wapumbavu kama Samia alivyokuwa mpumbavu. Si mnanielewa? Sisi si wapumbavu kama Samia alivyokuwa mpumbavu. Nimebaki <laughs> nikasema eh. Nikasema nikasema sisi tunaongea kama protest ndani, watu ambao tunaongea mtandaoni, tunaongea kuhusu taifa letu. Unafikiria kwamba? Nikasema no no no no no, baadhi ya sisi tunafuatilia, tunaelewa kila kitu kinachoendelea mtandaoni. Mko light kabisa kupigania taifa lenu, na huyu sio prophet, yani sio prophet. Rahisi kabisa wa nchi wanakuambia huyu, hata kasema nini, sio barozi Anasema wale wanaofagia yaani wanaofanya usafi kwa mabalozi kama mamedi or whatever, anasema hawezi kufanya these stupid things like this. Huyu ndo rais wa nchi. Unakawia nini kumtoa? Anamuuliza jeshi liko wapi? Jeshi liko wapi? Tunajua all polisi wako upande wake nani wawaji, tuliona tuliona tuliona tunaona kwa uwe tuliona kwa macho, tumeona kila kitu kinachoendelea anakuja na ongeo walioandamana sijui alikuwa ni nini, akasema she is stupid person I never see in my whole life. Akasema mpaka pale nime nime nilipo, hata miaka ijayo, hata miaka ha, ijayo iliyopita haijawahi kutokea stupid ambaye ni mpumbavu, ni mjinga zero brain kama huyu Samia. Akaita naongea kabisa mbele yetu, anasema unaona, tuko pale tunakaa kimya, tunaangalia hivi, yani tumeinamisha vichwa, tuko hapa

anasema alichokifanya pale ni haki kuwa watu kuwa tena wa Tanzania. Halafu anakuja kutuambia sisi, samahani, sisi ni wa Tanzania, sisi ni mabalozi, tunawakilisha nchi zetu, lakini tunashangaza na mpaka tunaumizwa mpaka leo, not only Tundu Lissu. Wewe polepole, nimeshangaa wewe polepole, tumuona polepole muongee kwamba hivi na hivi ni kasi moja. Yes, inafaa ongea kwa kuhusu polepole nalikuwa ni balozi wao kama sisi tulivyokuwa mabalozi sisi balozi wetu akipata shida nchi natetemeka tutafanya kitu itachukuliwa hatua kali yaani haiwezekani amewafanyia kazi kuongea polepole pole. anaongea opinioni yake upande wake anaongea mambo yake Nimebaki nakisema tumekaa mabalozi sisi tumekutana sehemu tumeongea, lakini nchi yenu ina, ina in, imeingiwa na kirusi. Tena sio kirusi ni bora hata corona. Yani ni kirusi ambacho bora hata corona. Anakuambia. Niko mm, natamani ninge natamani kurekodi ni dafu ni rushi niseme jamani. Mm, sio mimi naongea. Mabalozi wame yani wamemtoa wamechana. Wanasema natumba sisi msamaha kwa ajili ya internet. Na anasema kwamba ile ilikuwa ni alright kwa ajili ya nchi. Nimemwambia kwa sababu anajidanganya kwamba walivoua walikozika, mabalozi tumeona tumeona hekaika zote sisi, mabalozi tunaona, tumesikia kuna madokta wameuawa wame ya kumbe mitandao bwana, mitandao ina vitu vikubwa sana. Yani kuna kitu naweza kuongea na mtu kuona, eh, kumbe tunayoongea mpaka inafika sehemu, kumbe tunajua kila kitu, tunajua kila kitu. they tried wanatusi power nyingi sana. Kuna baadhi ya mabalozi wameitwa kupewa siwi nini, nataka kupewa pesa siwi nini, nini? Kwa ajili ya kuhakikisha injili kwetu kuongelea nini. They are so stupid. they are so stupid. Nikaambia the motherfucker not only stupid, na nijua na mimi naye. <laughs> Samia naonekana kituko, kila ndage wewe. Mabalozi wame yani wamemtoa, wamechana, wanasema na toa sisi msamaha kwa ajili ya internet na anasema hivyo huwa kwamba ile ilikuwa ni alright kwa ajili ya nchi. Nimemwambia kwa sababu yule anajidanganya kwamba walivyo huwa walikozika, sasa hivi soma wamefukua kwa hiyo najua ai- ICC, ICC hata kama ikija pale itakuta hamna kitu, anasema wanakidanganya. Tuliona kila kitu, sio ICC tu, hata sisi mabalozi tumeona, tumeona ikaika zote sisi mabalozi tunaona, tumesikia kuna madokta madokta wameuawa ya kumi mitandao. Bwana mitandao, ina vitu vikubwa sana. Yaani kuna kitu naweza kuongea mtu kona eh, kumbe tunayoongea mpaka anafika sehemu kaa, tunajua kila kitu, tunajua kila kitu. They tried wanausi pawa nyingi sana. Kuna baadhi ya mabalozi wameitwa kupewa, sijui nini, wataka kupewa pesa.